Mpasua, Msonobari TV. Pale ambapo habari hukutana na wataalamu. Mashemeji Dabi, SportPesa Premier League, kati ya Gor Mahia na FC Leopards. Naam, basi, mpendwa mtazamaji, karibu sana katika mechi hii kati ya timu za Gor Mahia iliyoanzishwa mnamo mwaka 1968 na FC Leopards iliyoanzishwa mnamo mwaka 1964 k hii ni mechi ya Ligi Kuu ya SportPesa Kenya. Natumai kwamba mambo bam bambam popote pale ulipo. Nakukaribisha kwenye muhtasari wa mechi hii jioni ya leo baada tu ya kukamilika kwake, leo ikiwa Mei 20, mwaka wa 2019. Ikumbukwe kwamba mechi hii imechezewa kwenye uwanja wa Kasarani, jijini Nairobi ambao ndio mkubwa zaidi nchini Kenya na ambao ukijaa unaingia watu wapatao elfu sitini. Ulijengwa mnamo mwaka 1987, kwa ajili ya michezo ya All African Games iliyoandaliwa jijini Nairobi kwenye mwaka huo. Kwa miaka na mikaka, kila timu hizi mbili zinapokutana kunakuwa na mchecheto na uchangamfu mwingi sana baina ya mashabiki. Duru za kuaminika zasema kwamba wao ni majirani kule mikoani vijijini wanakoishi, kwa hilo wameoana wenyewe kwa wenyewe, ndipo sasa mechi zao zikajulikana kwa jina Mashemeji Dabi. AFC Leopards almaarufu Ingwe na Gor Mahia almaarufu Kogalo ni wapinzani wa muda mrefu, kama ilivyo Yanga na Simba wa papa hapa nchini kwetu Tanzania na ilivyo Asante Kotoko na Hearts of Oak wa Ghana. Ingwe walikuwa wamepania sana kuishinda mechi hii ya mashemeji dabi kwani imepita zaidi ya miaka mitatu tangu walipoishinda timu ya Kogalo. Mwalimu wa Leopards Andre Kasambungo alikuwa na imani kubwa sana na wachezaji wake hasa mlinda lango Ezekiel Owade. Kama ilivyo kawaida ya mechi za mashemeji dabi, hakukukosa vurugu na ghasia kabla ya mechi kuanza, wakati baadhi ya mashabiki walikuwa wakitaka kuingia ndani ya uwanja kwa lazima na vile vile, wakati mechi ikiendelea, hasa kutoka kwa mashabiki wa AFC Leopards baada ya K'Ogalo kulifunga bao lao la tatu huku nayo timu yao ya Ingwe ikiwa bado na sufuri bin sufuri. Mzee Zedi Nzuya wa miaka sabini na mitano kutoka Shirumba Butere alikuwa amependa sana kuhudhuria mechi hii lakini hali yake ya afya haikumruhusu kusafiri hadi Nairobi zaidi ya kilomita 400. Hata hivyo, aliifuatilia mechi hii kutoka kwenye kijiridio chake cha betri moja. Alisikitikia sana timu yake ya AFC Leopards, akishangaa nini kilikuwa kimeifanyikia tangu enzi za T9 controller chairman JJ Maradona bila kumsahau Kenya One wote hao wakiwa wachezaji hodari wa AFC Leopards walioipatia ushindi katika mashindano chungu nzima ya kandanda miaka hiyo ya zamani. Alipomwona barobaro Nicholas Kipkirui akiyafunga mabao mawili katika mechi hiyo, alimkumbuka Peter Dao wa timu ya Gor Mahia na wepesi wake akiwa na mpira na kichwa chake cha miujiza, hasa wakati kona inapochongwa. Samawati, yaani buluu na kijani kibichi, ndizo rangi zilizotapakaa kote uwanjani kutoka mwanzo hadi mwisho. Mashabiki wote walionekana wakishangilia timu zao kwa nguvu moja, bila kuchoka. Warembo na mashemeji dabi pia walijitokeza na kuupatia uwanja mahaba na upendo wa namna yake. kwa kadri mechi ilivyoendelea Mashabiki wa Gor Mahia walionekana kuchangamka na kushangilia zaidi kwa furaha, huku nao wa AFC Leopards wakibaki kushika tama wasijue kilichofanyikia timu yao ya Ingwe, ungedhani kafiwa. Mwisho wa siku, timu ya Gor Mahia FC ilizidi kusongea karibu na ushindi wao wa kulitoa kombe na taji la mabingwa wa ligi Kuu ya SportPesa mwaka wa 2019 kwa mara ya kumi na nane sasa huku wakiwa mabingwa wa ligi hii kuu kwa miaka mitatu mfululizo. Wakati kipenga cha mwisho kilipopigwa, Gor Mahia walikuwa wameirambiza mchanga AFC Leopards magoli matatu kwa moja. Nicholas Kipkirui ndiye aliyeufungua mfereji wa mabao, katika upande wa Gor mnamo dakika 23 kabla ya kuwahi brace yaani bao lake la pili katika mechi moja mnamo dakika ya sitini. Mchezaji wa kutokea ughaibuni nchini Rwanda Jacques Tuyisenge ndiye aliyeifungia Gor Mahia bao la tatu mnamo dakika ya sitini na tano, kabla ya mchezaji wa AFC Leopards Vincent Oburu kufanikiwa kuifungia Ingwe bao la kuifuta machozi kwenye dakika za mashabiki kuanza kuinuka na kuwahi malango. Kabla ya mechi kukamilika, alifanikiwa kuikatiza pasi ya nyuma na fupi ya Joash Onyango akimtafuta mwenzake Harun Shakava kando kando ya sanduku la langoni pa Gor Mahia kabla ya kuachilia kombora kali, lililomwacha mlinda lango wa K'Ogalo Peter Odhiambo akiidaka hewa tupu mkononi badala ya mpira. Matokeo yake ni kwamba Gor Mahia walishinda mechi hii magoli hayo matatu kwa hilo moja la Ingwe. Hii ni mara ya pili Gor wanaishinda FC ndani ya miezi mitatu kwenye ligi hii kuu ya Kenya, almaarufu maarufu Ligi Kuu ya SportPesa. Mwalimu wa Gor Mahia Hassan Oktay alifurahia sana matokeo hayo na kulalamikia kikosi cha Ingwe kutowapa changamoto ya kutosha kwenye dakika zile tisini walipokuwa uwanjani. Kwa upande wake mwalimu wa Ingwe Andre Kasambungo alionekana kuridhika kwa kusema kwamba akilinganisha na mechi ya mwisho walipocheza na Gor Mahia kuna utofauti mzuri wa namna fulani. Chances, chances. Pako mesi mbaya ukiona, kama ukiona ukilinganisha na game tumefungwa msimu wa kwanza, tofauti na hii second round. Ikumbukwe kwamba mashemeji dabi hii ndiyo iliyokuwa ya themanini na nane tangu timu hizi zianze kucheza pamoja. Gor Mahia kwa sasa hivi wanahitaji alama mbili tu katika mechi tatu ili kuishinda ligi kuu ya SportPesa. Baada ya kutazama mechi hii, unadhani kwamba Gor Mahia almaarufu Kogalo watafaulu kulitoa kombe la ligi kuu ya SportPesa mwaka huu? Kuwa huru kutuambia hapo penye comments na kuuendeleza mjadala huu. Kwa habari kemkem zilizohaririwa kwa ustadi na ufundi bila papara wala payuka payuka, hapa ndipo Subscribe na ubofi alama ya kengele ili usipitwe na habari murua na moto moto za mechi zote za uzunguni na barani Afrika kama hizi kila siku. Mimi ni Mpasua Msonobari nikiripotia sasa Africa Productions, Zanzibar visiwani. Usikose kujiunga, yani kusubscribe katika YouTube channel yangu.